Karibuni wakongomani wote mnaotufata ulimwenguni. Hali ya jiji la Uvira inaendelea kutokuonekana vizuri. Si kusema kwamba M23 alishaingia Uvira, hapana, lakini ni mbinu za majeshi ya serikali ambao wanakuwa na lugha ya repri strategic. Baada ya wao kuangusha kutoka Katogota mpaka kufika Luvungi walikuja na hali ya kuogopesha raia ya kutisha, ili raia apate kuogopa na kuona namna gani raia anaweza anza kimbia, ili na wao wapate kukimbia pamoja na raia na mji wa Uvira upate kuanguka. Tuliwaarifu na kuelezea, sasa miezi ilishapita, ya kwamba serikali ya Kongo, tunakuwa na mashaka zaidi kuona hali walipotuma gasita na walijua kwamba gasita na maslahi na malengo ya giza kupitia Rwanda, na wakati walikataa gasita, mimi nilisimama na kusema ya kwamba yule ambaye atatumwa anakuja kutimiza kazi ambayo gasita alipashwa kufanya. Na vile vile masiku iliyopita karibu mwaka moja na nusu, nilikataza watoto wetu wazalendo wasiingie kwa kundi inayoitwa RAD sababu, watakapojiunga kurad na kuitwa jeshi la akiba watatii oda, sababu wanasema mama wa jeshi ni discipline. Sababu ya ile, tulianza kuleta onyo kwa kusema ya kwamba kuundwe vikundi vipya ambavyo hawakupatana na RAD, wasiingie kwa RAD sababu wao watapinga kila mpango ambao rada tatumikisha. Sababu gani? Tumeona na kuhakikisha ya kwamba kiongozi anaye anayeongoza majeshi upande wa Fizi Uvira ni yeye, aligawa wazalendo watoke kwa e, barabara namba tano ili kuwapeleka huko milimani, na sababu ni jeshi na jeshi ni kutii, waliondoka na baada ya hapo majeshi ikaacha njia na adui akakimbia. Tunaomba kwa watoto wote wakongomani wa wazalendo mnaotufuata, tupinge kata kata majeshi ya serikali wasiwe kwenye shamba la vita, tupinge kata kata kata. Kwa hivyo vita vya Sud Sud Kivu, wajeshi waende Kalemi, lakini watuachie Uvira, Fizi na Mwenga. Tunaomba wafanyasiasa wote mahali popote mulipo, tunaanzia kwa mheshimiwa mbunge wa taifa Justin Bitakwira pamoja na wabunge wote wa Uvira mulijipiga kifua na kusema kwamba Uvira iwezi nyang'anyiwa, lakini hamukujua mbinu ambao shetani atapitia ili Uvira ipate kuanguka. Siseme Uvira jiji, nasema tarafa la Uvira sababu ya hiyo Wabunge, wanabunge wote wa Uvira na Fizi, ingekuwa vizuri sana kujulisha rais wa nchi aondoe majeshi yake tarafani Uvira na tarafani Fizi, ili watoto wa nchi kadiri alivyosema azarani, ni kusema kwamba ni wazalendo wanaogombania nchi yao isipokonywe, watuachie basi tarafa la Fizi na Uvira, hata la Mwenga ili wapate kuona namna gani wazalendo wataleta amani, sababu kabla majeshi haijatoka Kalemi na kuja Uvira, wazalendo peke yao walifunga njia ili adui ya sipenye lakini, baada ya kutumia siasa ya raade, ndipo sasa leo tunapozungumza maafa, vita vinaanza leta harufu Tunawajulisha wakongomani wote mahali mulipo, kama ni wabunge wa jimbo, wabunge wa taifa na vilevile masosiete sivili na makundi mbalimbali mbali, andikeni mamemo kwa haraka ili kutumia Rais Felix Tshisekedi Chisekedi eta major general, waondowe majeshi ya Kongo, tubaki na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Ikiwa kweli hawakuuhisha inchi, wakubali ombi ya raia wanajeshi wote waende Kalemi, watuachie sisi tupiganie nchi yetu, kama tabiri walivyotabiri na mzee Laurent Desire Kabila alisema hivi: vita hivi vitakuwa populaire, hakusema tena vitakuwa vya wanajeshi, yani itakuwa kwa maraia. Na sasa ili unabii utatimia, utatimia na utaanzia katika tarafa la Uvira na tarafa la Fizi pamoja na nusu ya Mwenga. Tunaamini ya kwamba wakongomani wote Tusapoti sauti hii ya kusema majeshi waondoke waende Kalemi, sisi tubaki wazalendo na jeshi la Burundi. Tutawapa wiki mbili kama hatutafika Bukavu, tutawapa wiki mbili kama hatujakamata eneo yote na kufukuza adui na kwenda kumsindikiza kwenye mipaka ya nchi yao, basi tunaomba wandugu wasikilizaji, ombi hili lipate kwa kila Mkongomani, madiaspora mahali popote mulipo, diaspora ulimwenguni, mwende ku ma ambasade za RDC na munasema kuhakikisha jeshi la taifa watoke Uvira, jeshi la taifa watoke Fizi, watuachie wazalendo pamoja na jeshi la Burundi, ndipo ushindi utapatikana. Sauti hii elekee hata kwa Rais Felix Tshisekedi Chilombo, kusema mheshimiwa wanaokutetea leo mashariki mwa Kongo sio jeshi uliolituma, jeshi ni wasaliti. Wanaokutetea mheshimiwa ni wazalendo. Bila wazalendo, saa hii M23 angekuwa alishakuwa Lubumbashi, hata kuchukua Kasai, sababu ya wazalendo walifunga njia na kujionesha kwamba tuko tayari juu ya nchi yetu. Tunakusi kusapoti mia kwa mia wazalendo ikiwa hakika unapenda nchi yetu ikombolewa na utaona mheshimiwa. Asante kwa wanabunge wetu pamoja na wafanyasiasa na Wakongomani wote ulimwenguni munaosikia sauti hii, fanyeni hiyo na mutaona matu, matunda mazuri watuachie Uvira Fizi bila askari, watupe silaha na mutaona wiki mbili Bukavu tutakanyaka. Biosa amasa asante. Jiunge, jiabone kwa kipindi hiki, jiabone kabisa, utakuwa napata habari za kinaganaga kwa youtube hii yangyoku. Eh, shukrani.